Tambua kuwa swala la ajira kuna kupata kuna kukosa, lakini kama ukizingatia hivi vitu na uhakika kwa asilimia tisini vinaweza kukusaidia wewe ukapata ajira katika jeshi la zimamoto na uokoaji. Namba moja, zingatia muda. Hapa namaanisha ufike mapema eneo la usaili, ikibidi ufike hata masaa mawili kabla ya usaili, itapendeza zaidi. Namba mbili, acha tabia za ajabu. Tabia kama vile uzinzi hazifai, kwa sababu unaweza ukapata ugonjwa wa zinaa, ukakuwa fekti wewe kwenye usaili na ukakosa nafasi hii. Namba tatu, kuwa na nidhamu. Zingatia nidhamu na heshima, usimdharau mtu yoyote usiyomjua kwenye usaili kwa sababu Midhamu inaleta. Namba nne, andaa vitu vyote vya muhimu ulivyoelekezwa uende navyo. Kama umeambiwa nenda na original copy na vinginevyo, zingatia sana. Cha mwisho, mtegemee Mungu kwa kila jambo na kila hatua unayopitia.